Bila ya kupoteza muda sana naomba nimkaribishe Shekh Mselemu bin Ali katika mhadhara wetu huu. Lakini tujitahidini kuwa watulivu, akinamama, hii nafasi ya darasa hili mpaka nyuma huku koti ni kwenu. Jitahidini msikae barabarani, njoni huku tukae vizuri na shughuli zetu ziendeleko vizuri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

na malipo huwa yanafanywa kwa haya haya tunayoyafanya hapa duniani. Tunadunduliza vitu ambavyo mwisho wa siku vitakwenda kupigwa thamani, alafu tulipwe. Lakini Waislamu sisi tunaishi kwenye zama ambazo vipimio vya mambo vimegeuzwa, yale yanayoitwa maarufu siku hizi ndo yanaonekana munkar, yani mema sasa ndo maovu walmunkaru maarufa, na yale maovu siku hizi ndio yanaonekana mema. Kwa hiyo, ni waislamu lakini tunaishi nje ya nidhamu ya Uislamu, na tunashauriwa, tunaongozwa, tunaelekezwa na watu wasiokuwa na malengo ya akhera. Katika aya ya mwisho ya Suratul Mumtahana,

tunayasoma mara kwa mara, lakini haya na mengineyo kwenye kitabu cha Allah, hatuyafanyii kazi. Aya inasema ya ayuha ladhina amanu, enyi waumini, ndo sisi la tatawallau qauman, msiwatawalishe watu, yaani msiwape watu wala mapenzi ya nyoyo zenu yanayoambatana na taa, mkawafanya washauri waelekezi, watu ambao ghadiba llahu alayhim, Allah ana hasira nao, kawachukia, hawapendi, hawataki kufuata ya kwake, wanafata ya kwao. Mkiwafuata hawa mkawapa nyoyo zenu mkawapenda mkasikiliza miongozo yao, hamuwezi kufanikiwa, kwa sababu hawa kad yaisu minal akhira, ile akhera wao wameikatia tamaa, haimo katika malengo yao, si katika kitu walichokiweka katika nafasi ya kutiliwa maanani. Lolote watakalokuongozeni halina tija na akhera itakuwa ni kwa maslahi tena yao wao tu ya hapa hapa duniani. Kwa hiyo wewe unaweza ukamsikiliza, lakini alilolipanga akakupangia wewe lina faida na yeye, hata wewe hufaidiki hapa duniani wala hufaidiki akhera. Sasa itakuwa tukifanya hivyo tumejidhulumu wenyewe nafsi zetu, kwa sababu Allah kesha tukataza la tatawallau qawman Musiwatawalishe watu mukawamilikisha nyoyo zenu ghadiba. Allahu alayhim, watu ambao Allah kawakasirikia. Qad yaisu min al-akhirah, hawa watu ile akhera hawaitazami, hawana maana nayo. Kama yaisa al-kuffaru min ashabi al-qubur, kama walivyokata tamaa makafiri washaokufa. Maana mtu keshakufa kwenye ukafiri ana uhakika yeye ni mtu mbaya na hana matokeo mazuri. Na huyu ambaye kafiri aliyekuwa hajafa yeye hajui kabisa kama kuna akhera, kwa hiyo hana haja nayo, haitafuti. Sasa kipofu akimwongoza kipofu, wakikuta shimo, wote watatumbukia shimoni. Ndugu zangu katika imani pia, Allah subhanahu wataala amesema katika aya nyingine kwenye Suratul Jathiya.

Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu, unamuona mtu ambaye mungu wake yeye ni yale matamanio yake, analolitamani yeye. Nafsi yake ikimwamrisha anaitii liwe ndilo liwe silo, yeye nafsi yake inalolitamani anaikidhia haja yake, anaitekelezea kwa hiyo mtu kaifanya nafsi yake kama mungu wa adallahu llahu ala ilmin. Na mtu kama huyu, Allah humwacha aishi kwenye upotovu, pamoja na kwamba ni mweledi msomi, ilmu anayo, lakini haishi kwa mujibu wa ilmu yake, wa khatama ala samihi wa qalbih. Halafu mtu huyu ambaye elimu anayo lakini Allah huakampiga muhuri wa ukosefu kwenye masikio yake na moyo wake, wajaala ala basarihi hishawa, na macho anayo lakini Allah humfanya kama yamewekewa pazia. Kwa hiyo ana masikio hayasikii haki, ana moyo hauzingatii haki, ana macho hayaoni haki, na anajua akiondoka hapa anakwenda kwenye haki lakini hakusudii kuenda kwenye lengo, anapoteza wakati wake, nguvu zake, mali yake na kila kitu kwa ajili ya dunia ambayo leo, kesho, sasa hivi, halafu anaiwacha. Sasa Allah kashangaa, anauliza faman yahdihi min badillah. Mtu kama huyu anajua Allah yupo, anafahamu kuwa katumwa mtume, mtume huyo kapewa kitabu lakini yeye halitaki la Allah halitaki la mtume halitaki la kitabuni, ana yake mengine tu ya ajabu ajabu anafanya. Sasa kama hamtaki Allah hakitaki kitabu cha Allah hamtaki mtume wa Allah mtu kama huyu ataongozwa na nani, wakati hivi kesha vikataa? Atafanikiwaje wakati mafanikio yake hakuyataka? Afala tadhakkarun, nyinyi waumini Hamfahamu hivi? Mkiambiwa hamfahamu. Allah alikuwa na utaratibu, au tuseme anao utaratibu, sio kwamba sasa hivi umepotea. Ana utaratibu wa kututeulia wenzetu katika binadamu, akawapa ujumbe wake tangu huko mwanzo. Huyo binadamu wa kwanza aliyeumbwa alikuwa anawaongoza watoto wake kwa mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kanuni ya maumbile na kama muumbaji alivyotuambia huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, Allah ndiye aliwaumba nyinyi, lakini baada ya kuumbwa mkaletwa hapa katika ardhi, mnagawanyika makundi mawili. Miongoni mwenu wanapatikana makafiri wanaomkana muumba wao na miongoni mwenu wanapatikana waumini wanaomkubali na kumtii muumba wao, lakini Allah kwa lengo la kuwatahini amewachanganya pamoja kwenye ardhi hii wazuri na wabaya, watiifu na waasi, katuchanganya pamoja, wallahu bima taamaluna basir. Allah anaona nini kinachofanyika kwenye mchanganyiko huu. Sasa kama tuna mchanganyiko hatarishi kama huu, na tumepewa akili, tumeletewa mwongozo wako, na wale wataalamu wa kutupa mfano wa utekelezaji wa mwongozo huo, mitume, halafu lengo letu ni kwamba tunakwenda kukutana na Mola wetu aliyetuumba na kutuweka hapa, vipi tutapuuza kujiandaa na makusudio tucheze na kitu cha muda ambacho kitatutoka au tutakiacha alafu tunakokwenda tuwe hatuna marejeo mazuri. Mitume hawa walitumwa kuja kuwatoa watu kwenye viza, kuwaelekeza kwenye nuru. Walitumwa mitume kuja kuwatoa watu kwenye ibada ya kuwaabudu viumbe na wakafahamisha wamwabudu Muumba. Na mafanikio yote yetu sisi ya sasa na baadaye yako katika kufata nidhamu hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tupo wengi. Mimi nimeambiwa nianze, nimeanza hivyo. Huwa tunaitana kama waumini wanaume na wanawake, tukakumbushana, kwa sababu tuna tabia ya kusahau. Mashekhe wanatuambia, sumial alinsanu insana likathrati nisyanii mwanaadamu kaitwa insan kwa sababu ni mwingi wa kusahau. Sasa dawa ya kusahau ni kukumbushwa. Hata mtume wetu kaambiwa kwenye Qurani, wadhakir faina dhikra tanfau lmuminin, kuwa na tabia ya kuwakumbusha kwa sababu kukumbusha kumbusha kuna wanufaisha waumini. Kwa hiyo tukikumbushana tukumbuke, tukipeana nasaha tuzingatie Tukiamrishana mema tuyathamini yale mema na tuyatie kwenye utendaji, na tukikatazana mabaya tufahamu kuwa haya ni mabaya, na tujitahidi. Japokuwa tumeyazoea sana, tujitahidi kuachana nayo. Huu ndo mtihani wetu tuliopewa hapa, na tujipange kwa ajili ya kwenda kupokea matokeo siku ya kukusanywa mbele ya Mola wetu. Naomba niishie hapo, ni kabidhi maiki kwa waendesha shughuli ili ratiba iendelee. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.